Hivi ulishawahi kukutana na mteja ambaye hataki mambo mengi na wala halalamiki kuhusiana na bei ya uchoraji? Habari zenu vipenzi vyangu, leo niko hapa kuwashukuru wateja wangu wote ambao wana roho za kizungu. Jamani, wale ambao wanataka mambo yao simpo na anatoa pesa bila kulalamika. Unakuta mteja anataka umchore kiua kimoja tu, na unamwambia mimi naanzia kuchora elfu thalathini. Haijalishi wewe unataka kuchora kiua, unataka kuchora vidoti, lakini naanzia elfu thalathini, anakuambia haina neno, nichore. Unamchora, anaridhika, anafurahi na pesa yako anakulipa bila longolongo, jamani wateja wa namna hii, Mungu azidi kuwabariki sana, awaongezee mje mchore zaidi na zaidi, na pia awafungulie milango ya riziki, muweze kupata zaidi na sisi ndio tunapata. Karibuni sana vipenzi, mpendeze.